Tumepata nafasi ya kuja kuzungumza na ninyi tukilenga haswa mageuzi makubwa yanayohitajika kwenye nchi yetu, mageuzi ya kidijitali. Hasa ukijua kwamba karibu kila kitu sasa hivi kinaondoka kwa namna ambavyo kilikuwa kinahamia kidijitali. Sasa ni jukumu la Mamlaka ya Mawasiliano kuzungumza na makusanyiko, kuzungumza na Watanzania kuona elimu hii kuu inaweza ikapita. Tunacho kizazi ambacho sasa hivi kinazaliwa, nyumbani kinakuta kompyuta, nyumbani kinakuta simu, pengine hata shuleni namna ambavyo shughuli hizi zinaendeshwa, shughuli hizi zinafanyika kidijitali kwa sababu ya uwepo wa vifaa vya kidijiti. Sasa hiki kizazi ambacho sasa hivi ndio kinazaliwa kwenye hii generation tunaita information age, ndicho haswa tunatakiwa sasa tukitengeneze, tukijenge kipate kufaa. Ninyi ni waonyesha njia sasa. Kwa namna hiyo hiyo, mamlaka ikaona kabisa lazima ikae kwa ukaribu na sekta ya elimu, kwa sababu wao ndio wanaolea kizazi na kukua, na ninyi walimu wa shule za msingi ndio mnaopokea vijana wakiwa bado kabisa. Configuration ya mental software ya watoto wetu kwa sasa hivi ni muhimu mno.